Na, mtazamaji nao, baadhi ya viongozi kaunti ya Narok wameahidi kusuluhisha mzozo wa umiliki wa ardhi eneo tata la Angata Barikoi eneo bunge la Emurua Dikirr. Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Olentutu amehimiza amani wakati ambapo masuala ya ardhi yanatatuliwa huku serikali ikihimizwa kufanya haki katika ugavi mpya wa mashamba. Aidha, mbunge wa Emurua Dikirr Johana Ng'eno ameiomba serikali kutoa nafasi kwa wakazi kuvuna mazao yaliyoko msituni kabla ya wao kufurushwa eneo hilo, ambalo limeshuhudia utata wa mipaka, hali ambayo imesababisha vifo vya takriban watu saba katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja, kando na uharibifu wa mali. na hiyo maneno ilikuwa hapa tumeona imekuja na iko karibu kukamilisha ile shida ilikuwa hapa. Tumesikia shamba ime, imegawanywa mara mbili. Wale ambao walikuwa wanavaa kulipwa wamelipwa, na sasa ile imebaki ni ya kupea wale pia ambao walikuwa wamepoteza mashamba yao hapa. Tunataka kwenda kuajiri watoto 750 Mia mbili ambayo ni health watakuja kutusaidia kwa aini hospitali, kama vile mlikuwa mesikia daktari akisema anataka tuongeze madaktari, na tayari tuko na wale ambayo wanaflondia, hao ndio tutachukua kwanza na wanafunzi